Ili kwa sasa wewe ukamsemea yale mambo ya nani kwenye gari sio kas, kasikia umemsemea. Yeah. Ile ilikuwa jina si swai bako. Alafu sasa umeona sasa ile. Mm -hmm. Unajua ile kusema ukweli Fungo mimi alinikosea sana. Kwa sababu yeye ndo alikupatakiwa kwanza anifuate kwanza Bwana Mwamba. Mm. Ni kuna habari hivi na hivi na hivi na hivi. Je, si habari je imekuwaaje? Ehe, wewe imekuwaaje kwanza mpaka kwenye radio umeona. Zile habari mm -hmm. Umeona, udoje mimi nikopo, siwezi kutumia social media, au sio? Social media yangu mimi likopo, inaendeshwa na mtu mm. Yule mtu unajua, kati anaiendesha ile social media, au sio au sio mimi mm, mm. Yeah. Katika mazingira yangu sijui nikwambia, bwana, tupo bwana huku Kahama hivi na vile, si nini, au sio, na yule mtu yeye ndio social media yangu, alikopa wasilia na wasiliana na Muna mm, na Wema mm, umeona kwa sababu mimi social media kusema kweli, niko siwezi kabisa kuitumi, kuitumia kuitumia mm. Kwa maana hiyo alikopa na nendesha Instagram yangu kwa maana mm, yule ndio alifanya mimi mpaka nikakutana na Wema mm, mimi mpaka nikakutana mm, na Muna Lavu, umeona, kupitia ile social media social media yangu, umeona na mazingira jinsi yalivyokuwepo yule mwezi, yule ambaye kwa natumia social media yangu yeye akanitumbukiza mimi katika ule ule msaa. Ulemsalemsala ule msaa. Umeona ule msaa. Lakini mimi mpaka siku ya mwisho sikuweza kujibu, ila leo mi ndo naijibu swala hili au sio? Mm. Mimi sijawahi kuongea chochote sijui kwa mama Wema Mama, mama Wema mimi siwezi kukaa naye mimi nilianza kukaa naye na naye nishai kuonana yani, kuonana naye sijuukas mm. Lakini ile si kukaa e, e, mm. e, mm. Lakini mimi rafiki yangu alikopo Wema umeona ila zile habari jinsi zilivyokuja, mm. na yule mtu alivyozifikisha kule nyumbani kwa kina Wema sojiwa mm. Ikaonekana kwa nini safari ile ipo ndani kule, maana hizo habari nani ikazipeleka? Nani? Sholo Mwamba lakini ule ukaingia umeona namke mona e, basi mimi kusema kweli, paka leo ndio kitu ambacho nikikaa hivi nikimfikiria, ama kwa nini imekuwa hivi? Mbona hatuongei kabisa? Paka lini sasa? Kusema kweli washikaji, unasema unaumia. Simalize tu kibingwa nini

Kuviongea hivi hmm. Nashindwa siwajua, kwa sababu unajua ni Fongo, mimi nimeishi naye yani kusema kweli e, e, <laughs> <Kweli, yani siwajue. laughs> na, na hii solution yote kubwa yani nakopo kutokana na yule bosi boss ambaye yeye siwajua anaishi naye hmm. Umeona ambaye mimi ndio nikopo naishi naye mwanzo Ah, kwa hiyo bosi kama kina wewe wewe yu, umetoka. Yu, yule he, sasa yule bosi mm. mimi kwa sababu mimi nikikutana naye yes, sasa ananiogopa kwa sababu mimi ananiogopa. Bosi kusema kweli mimi ananiogopa. Huyo bosi mwenyewe. Kwa sababu mimi nilikuwa ponamchukua na mpeleka katika vile visingeli vile vya uswazi kabisa. Mm. Yeah. Mikisa watu wanatoa yale ma, mapanga nini kwa maana hiyo alikifikia yeah. Ah, sasa huyo Sholo Mwamba mbona anaimba muziki sehemu kama hii? Alafu tunaondoka gari yake ipigwe mawe. Hatupolwi, atuvuliwi nguo, hatufanyi nini, yeah. Nini. Tunaingia kwenye mziki aja ya masela tunaondoka, tunaondoka bana. Poa bwana Mwamba siku yeah. Kija ratiba nyingine tutakwambia. Basi naambia poa kwa ule bosi, yeah. Vitu kama vile akifikia, naonaga.